angu ni Mathew Ndeva na tunasema asanteni popote mlipo. Yeah, kishima cha matumaini ndicho kipindi na tunataka tupate nukuu ya ja, matumaini. Asubuhi njema kabisa, naamini popote ulipo Bwana amekulinda amekutunza, amekubariki, amekupa uwezo wa kufika tena majira ya asubuhi, maana si jambo rahisi wala si kawaida, ina garimu mkono wa Mungu na inagarimu neema ya Mungu, eh, kuona na kufika majira ya asubuhi ni rehema za kutosha kabisa, na hivyo tuseme hata zaidi ya yote, mchana wako uwe wa baraka tena kuinuliwa, uwe mchana ambaye Bwana ametenga kwa ajili ya kusimama pamoja nawe na kulinda na kutunza jamii yako. Ya mwezi huu uwe wa baraka tena na mwezi wa kuinuliwa katika viwango vikubwa ambavyo Bwana amekuwekea katika rehema za rehema zake za kila siku. Siku zote Bwana akulinde na akutunze na akubariki kabisa. Jina kama haya ama siku kama hizi yasasana, Ijumaa watu wengi kuwa katika hali ya maombolezo sana, ana sehemu nyingi. Ijumaa na Jumamosi, watu wengi huwa ni wakati wao kwenda kuwapumzisha wapendwa wao, huwa ni nyakati nzito za machozi. Napofika kiwango kama hicho, sisi kama Radio Fortune Africa na ndani ya nukuu ya matumaini nawatia moyo katika safari ya kwamba Mungu yupo na atawapigania siku zote. Siku zote, huwa tunatia moyo kwamba sote tutalala bali kuna wale ambao watabadilishwa na kupewa mili ya utukufu, na zaidi ya yote pia sisi tulio hai tutawatangulia wao waliokwisha lala mauti, lakini Bwana atakuja na tupanda, na tarumbeta italia na waliolala mauti ndani ya Kristo watafufuliwa kwanza, basi nasi ambao tu hai pia tutabadilishwa, na tutamlaki Bwana hewani katika utukufu wa jina lake. So tunawatia moyo popote mlipo, sema hivi katika nukuu ya matumaini Naye atavuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena. Tunawatia moyo na matumaini katika safari ya kwamba, Bwana katika habari za nukuu ya matumaini ya kwamba atawavuta machozi wao waliyao, atawavuta machozi wao wanaoomboleza, na tena anasema nami ni atawavuta machozi yao na wala mauti haitakuwapo tena, takaporejea Kristo atazima nguvu zote za mauti na Paulo anasema na adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti, wala maombolezo. Wakati huu mzito, pengine mmeomboleza sana kwa kulia, ana wa karibu nanyi ameondoka, lakini Bwana anasema wala maombolezo hayatakuwapo tena, wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Haya ni mambo mazuri sana, tunayapokea. Nataka pia nawe katika habari za nukuu sasa sana habari za neno lake matumaini makubwa ulionaye kwa ajili ya kesho ya kwamba haya yote hayatakuwapo tena atakaporejea tena Kristo. Leini kumtunza na kujitunza na kutembea katikati ya uwezo na nguvu zake, maana anasema wala maombolezo wala mauti hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita e, na kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita haya yote unayaona katika habari nzito za maisha unayoyapitia kuna siku mambo haya yote yatapita. Uzito wa maisha unayepitia ndani na ugumu wa maisha, Mungu yupo na atakulinda kwa wakati huu mzito unayopitia. Sijui hali uliyopitia ndani usiku kucha, ama juma hili, na saa hata mwezi uliokwisha, lakini tunaamini kwa neno lake Mungu kwamba maombolezo hayatakuweko tena, mauti hayatakuweko tena, machozi ndiye atakayetupanguza. Maana atakapokuja na kitambaa atatupanguza machozi Bay tumelia sana. Asubuhi njema kabisa, popote ulipo msikilizaji wetu, ya kwamba Mungu juu pamoja nawe, hata wakati huwa maombolezo na na kilio kingi. Baba jungali pamoja nawe, nina kutia moyo ya kwamba endelea kumtumainia Mungu na kutenda mapenzi yake. Aliyolala amepumzika, wewe ungali na uwezo na nguvu za kusonga. Mungu akulinde akutie nguvu, safari inapoendelea, umtukuze Mungu na kumtumikia na kufanya mapenzi yake na kile utakalolifanya likapate kibali mbele za Mungu. Si jambo rahisi kupoteza, lakini Mungu akiwa nawe, baada atakulinda atakupa nguvu, ushindi na baraka, na zaidi ya yote, utakapoendelea na safari, kibali kitakuwa pamoja na wewe. Mimi hapa ni kukuombea tu, Mungu akufadhili akulinde wakati huu mnapolia katika hali hii ngumu mnayoipitia. Naamini Mungu akiwa nanyi, mtashinda na ushindi utakuwa pamoja nanyi, na zaidi ya yote, mtaendelea na safari, maana baba hata wawacha katika hali ya kulia na kuangaika milele. Maana anajua ni kwa nini ametenda hilo, anajua ni makusudi gani amefanya akafanyika hivyo, anafahamu. Na zaidi ya yote, atawalinda na kuwatia nguvu mnapoendelea na safari. Atukuze mumba bingu na nchi, mtakatifu wa Israeli, kwa mkono wako wa dhamana umetuahidi vitu vingi vikuu, ahadi zako zinadumu milele. Asante kwa mtumishi wako, na sasa na msikilizaji wetu, hali anayoipitia tunaiombea, wema wako fadhili zako ziwe naye. Kwa Yesu tunaomba na kuamini amen. Bwana kulinde popote ulipo katika safari hii ya nukuu, tukiamini umebarikiwa na neema inatosha. Zaidi ya yote pia tunasema asanteni sana wasikilizaji wetu popote mlipo, asanteni sana kwa neema na kibali ambacho Bwana anawapa siku zote. Endeleni kuwa wasikilizaji wetu, endeleni kutufuatilia, tukiamini siku zote tunakuwa baraka kwako. Mungu anatenda makubwa zaidi. Zaidi ya yote, usichoke kusimama na kitu hiki. Hilo ni jambo ambalo nitakukumbusha siku zote. Maana unaposimama nasi na tufanye kusalia hewani daima. Zaidi ya yote pia utatupa uwezo na nguvu za kusonga, hata kupenyeza na kufika FM. Maana tunahitaji kupata transmitter na mtambo wa nguvu ambao utatusaidia kupeperusha na kutupa eh, sauti yetu kwa umbali na kwa njia nzuri kabisa. Maana Bwana anapopanua ugo letu na maono na ndoto tulionayo inapotimia jina lake dadili linainuliwa na kutukuka milele. Asante e, ti namba yetu ni 4561468. T namba yetu ni 4561 4561468. Baba atakulinda sana. Imekuwa ni nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva, ndani ya Radio Fortune.